Nayo serikali ya Marekani sasa inasema inaangazia upya uhusiano wake na Tanzania kufuatia hatihati ya uchaguzi iliyoshuhudiwa nchini humo hivi majuzi. Serikali ya Rais Donald Trump ikilaumu Tanzania kwa kuendelea na ukandamizaji wa uhuru wa dini na kujieleza pamoja na dhulma dhidi ya raia. Haya yanajiri huku polisi nchini Tanzania wakitoa wa onyo dhidi ya maandamano yaliyopangiwa Desemba tare tarehe 9. Ben Kirui na taarifa zaidi. Taarifa ya hivi punde kutoka Washington imeiweka Tanzania kwenye njia panda. Marekani katika taarifa kali ikisema inafanyia upya tathmini ya ushirikiano wake na Tanzania, ikionya kuwa matukio ya hivi karibuni yamewaweka raia wake, watalii na maslahi ya Marekani nchini humo katika hatari. Ongezeko la ukandamizaji wa uhuru wa kuabudu na kujieleza na kuwepo kwa ripoti za ukatili dhidi ya raia kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania zikitajwa na Marekani kama sababu za kutishia uhusiano wake na Tanzania. Ni mvutano wa kidiplomasia unaojiri siku moja tu baada ya Rais Samia Suluhu kufokea baadhi ya mataifa ya kigeni kwa kuingilia kati maslahi ya ndani ya Tanzania. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, oh Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hivi. who are you? chuma moto cha mataifa ya kigeni haijakomea hapo. Bunge la Ulaya wakati huo huo limepitisha azimio la Umoja wa Ulaya au kusitisha ufadhili kwa Tanzania baada ya ghasia za uchaguzi kusababisha mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, jeshi la polisi la Tanzania limetoa onyo kali dhidi ya maandamano yaliyopangiwa Disemba tarehe 9. Ni uhalifu mkubwa unaoendelea kuhamasishwa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 Tanzania inasema kuwa taarifa za kijasusi zinaonyesha kuwa waandamanaji wanapanga kutumia silaha kuvuruga huduma muhimu kuharibu miundombinu ya mawasiliano na kusitisha huduma za matibabu hospitalini. Mamlaka zinasema pia kuna mvutano unaoongezeka huku, baadhi ya makundi yakitishia kuwachukulia hatua waandamanaji watakaovuruga amani yao.